Ni ajali iliyosababisha maafa ya watu kumi na watatu katika kaunti ya Nakuru eneo la Migaa. Baada ya trela kukata breki na kuligonga gari la abiria kutoka nyuma na kusababisha ajali. Kwa kuna ajali ambayo imetokea hapa, ya ilihusishwa na lori ambayo ilipoteza breki kwa mebeba kahawa ilipopoteza break ikaweza kugonga matatu ambayo ni Kitale Shuttle, ilikuwa inaelekea Nairobi kutoka Kitale, na hapo hapo ilipogongwa iliweza kusukumwa kando, na watu kumi na moja ambao walikuwa ndani ya hiyo matatu waliaga dunia hapo hapo, naye dereva wa hiyo lori naye pia akaaga. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo Timon Odingo akithibitisha ajali hiyo, amewataka madereva kuwa waangalifu hasa kwenye maeneo hayo. Uh, leo usiku ya saa tisa tulipata habari kuna accident ilifanyika area ya Salga mahali inaitwa Migaa, as a result tumepoteza uh, watu kumi na tatu. Uh, kitu tunaweza kuambia watu wakifika hiyo area because nao tunaenda msimu wa mvua na wa, wa check magari yao serviceability. Wakazi wa Molo wametaka mamlaka ya Kenha kushughulikia barabara hiyo ili kuzuia ajali zaidi kufanyika. Ile kitu ningetaka serikali itusaidie kwa hii barabara juu imemaliza watu wengi sana hapa hivi, kwa hii pande ya Migaa, serikali ichukue jukumu lake ikuje isibe hii kabo nini ka mtaro kenye kiko hapa hivi. Kama ingekuwa imezibwa hii mtaro, nafikiri ingesaidia pakubwa sana. Mtaro imekuwa ni kama mali penye ya kuua watu. Tunasema kwamba mara nyingi tumekuwa tukiambia Kenha wa, wasibe hii barabara, wasibe hii barabara pale. Tunaomba kwamba yani mtaro hii shoulder ya barabara ime, imechimbuka mpaka ndio imeua watu wengi. Kuna hii mtaro iko kando ya barabara, ni mtaro deep sana last year iliua basi, iliingia ikaua pia watu wengi sana. Hii roli kama ingekuwa na nini hiyo barabara, hakungekuwa mtaro, ingeweza kupita kando kando, so tungeomba serikali hii mtaro izimbe na tujengewe rescue center ya Red Cross hapa karibu juu, kabla watoke Nakuru wakuja hapa hivi, watu wangekuwa wameokolewa.